Naomba kuchukua nafasi hii kuwaasa kujiepusha kushabikia na kusambaza taarifa ama habari zinazochochea uhasama, hasira na kuvunja umoja wetu wa kitaifa. Naomba Watanzania tung'amue mtego wa kuliangamiza taifa letu. Tunapita kwenye kipindi ambacho tukiendekeza uchochezi unaofanywa na watu ambao wapo nje ya nchi na hawaguswi na chochote juu ya maisha yetu wanaowashawishi vijana wetu kufanya vitendo vya kuumiza nchi yetu, tutakaoangamia ni sisi, na tutakaoumia kweli ni sisi wenyewe. Yaliyotokea tarehe 29 na siku kadhaa zilizofuata, tulioumia ni sisi wa Tanzania. Wanaoandika habari za uchochezi kupitia mitandao, kupitia kwenye vyombo vya habari, hawako Tanzania. Wanakunywa zao juisi, wanakula kuku, wanalala vizuri, nchi zao zimetulia madai yao yanapelekwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria na yanafanyiwa kazi na serikali. Lakini sisi huku tunaandikiwa maudhui kwenye mitandao na kwenye vyombo vya habari ya kufanya madai kwa vurugu na kuharibu nchi. Natamani Watanzania wawe wanauliza nyinyi, wenzenu, wenzetu, huko mkiwa mna madai mnachoma vituo vya mafuta Mnaharibu miundombinu. Leo wananchi wa Kimara hawana mabasi ya kwenda katikati ya mji. Mnaiba biashara za watu. Leo watu wamefilisika, watu wamejitafuta, wameokota mitaji yao. Mnafanya hivyo, ni vizuri mjue, ndugu zangu wa Tanzania, tupo kwenye kipindi ambacho kwa Kiingereza kinaitwa information warfare. Vita ya taarifa. Wasiotutakia heri wanatumia mwanya wa upashanaji wa taarifa kutugombanisha, kutuchonganisha na kutufitinisha, ili tukiharibikiwa waweze kupata maslahi yao, kwa sehemu kubwa maslahi ya kisiasa na maslahi ya kiuchumi. Na huko mbele nitaeleza wanatumia mkakati unaitwa the weaponization of narrative, the weaponization of narrative. Wanatumia silaha ya kutengeneza simulizi mbaya kuhusu Tanzania, simulizi mbaya inayoonyesha nchi yetu ni ya hatari. Wanatumia mbinu ya kutengeneza simulizi mbaya ya Tanzania kwamba ni nchi isiyokuwa salama na isiyofaa wanataka wageni wakiwemo wawekezaji, wafanyabiashara, watalii na watu wengine wanaokuja kwa maslahi ya Tanzania waogope kuja Tanzania ili tufe njaa. Na naposema haya, situngi maneno. Sisi wote tunatumia mitandao ya kijamii, tunasikiliza vyombo vya habari vikiwepo vya majirani zetu. Wote mtakuwa mmeona kampeni za mtandaoni walianza kuhamasisha haki, haki, haki. Sasa kwa sababu wame, wamefikia hatua tuliofikia leo, wameanza kubadilisha mwelekeo. Sasa wanakwenda kwenye lengo walilokuwa wanalitaka, wanahamasisha tuende tukaharibu njia zetu za uchumi, wanawatisha watalii, wameanzisha kabisa na vikampeni kwenye mtandao watalii wasije Tanzania. Labda niwaulize waandishi wa habari, hivi Watanzania wasipokuja watalii wasipokuja Tanzania wale madereva wa teksi waliopo kwenye miji kwenye maeneo mbalimbali ambao wanasafirisha watalii watamsafirisha nani? watamsafirisha Mwajuma kutoka Buza kwenda Tandale? wale mamantilia wanaouza vyakula watamuuzia nani? wale wanaouza vinyago watamuuzia watamuuzia nani? wanaofanya biashara mbalimbali za madini, mazao ya chakula watamuuzia nani? wazazi wetu wote ni wakulima, mazao yao wakishavuna watapeleka wapi? Vita ya uchumi. Baadhi ya mbinu hasi wanazotumia ni kutengeneza maudhui ya uongo na kusambaza mtandaoni, ili mradi tu watu wapate hasira. Jana nilikuwa naona eti wanachapisha nukuu ya mimi nukuu ya uongo eti <laughs> nimesema watakaonukuu, watakaochapisha, watakaosambaza taarifa ya chombo fulani watakamatwa, watawekewa uhaini. Mimi nimesema wapi? Wanadhani watanitisha nisiseme kuhusu Tanzania? <laughs> labda ra Mheshimiwa Rais aniondoe hapo. Nitasema yote yanayohusu hii nchi na nitawaambia Watanzania ukweli kuhusu nchi yao. afu wakishatengeneza hako ka, ka kibango chao, wameshakusanyana makundi kule, wanaanza ku comment pale, matusi matusi matusi matusi, kushambulia, so what? Tangu mmeniona waandishi wa habari, nimekonda. Nimepungua. Eh? Wamekuja wametengeneza nukuu nyingine. Eti mheshimiwa Rais amesema mwandishi wa habari wa chombo fulani, hicho sitaki hata kukitaja, ashtakiwe kwa uhaini. Rais kasema wapi? Ni lini Mheshimiwa Rais Samia kamzungumzia mwandishi wa habari au chombo cha habari chochote? Ili mradi tu wamekusanyana huko. Na mimi nataka niwaambieni ndugu zangu wa Tanzania, hasa vijana wa, vijana wangu, wakati mwingine kwenye haya mitandao mnaweza mkaingia mkadhani kuna kundi kubwa la watu, kumbe watu wajanja, watu kumi ishirini wamekusanyana mahali, kila mmoja ana akaunti za mitandao mia mbili mia tatu, wanalipwa hapo. Kazi yao tu ni kupambisha, kuchochea, kutia fitina, kufanyeje? Hii ni nchi yetu. Wa Tanzania, ni muhimu tuilinde kwa wivu mkubwa.